Katika dunia ya leo ambako simulizi huja na kupita, kuna baadhi ya visa vinavyostahili kukita nasi kwa muda mrefu zaidi, visa vya kweli, vya kugusa nafsi na vya kuibua maswali magumu kuhusu sisi kama binadamu. Art si tu jukwaa la kusimulia ni daraja linalotupeleka kwenye undani wa visa vilivyotikisa jamii, kutushtua, kutuelimisha na kutufungua macho. Karibu kwenye safu ya uchimbuzi ambapo kila tamko lina mizizi na kila ukimya una sauti. Hili ni zaidi ya tukio la mauaji, ni mlango unaofunguka kuelekea mazungumzo ya kina kuhusu wivu mapenzi ya upande mmoja na nafasi ya mwanamke katika jamii. Karibu tusafiri pamoja katika simulizi hii chungu ya kuamsha fika na ya kuhimiza mabadiliko. Majira ya saa nne na nusu asubuhi tarehe tisa Aprili mwaka elfu mbili kumi na tisa ukimya wa jiji la Eldoret ulipasuliwa ghafla na kilio cha huzuni na mshangao nje ya lango la hospitali ya mafunzo na rufaa ya Moi tukio la kutisha lilijiri daktari chipukizi Ivy Wangeci alipokumbana uso kwa macho na kifo chake mikononi mwa mwanaume aliyewahi kuwa rafiki yake wa karibu alikuwa amekamilisha zamu yake kuhudumia wagonjwa bila kujua kuwa mauti yake yalikuwa ametangulia mbele ya safari yake ya maisha. Mshukiwa Naftali Kinuthia aliyetoka mbali kwa lengo la kumuua alimvamia kwa shoka na kumsambaratisha mbele ya wa wapita njia. hakusita hata mara moja alihakikisha kuwa Ivy ameaga dunia, kisha alijaribu kutoroka, lakini ghadhabu ya umma ikamzidi nguvu. Isinge kuwa kwa uingiliaji wa haraka wa polisi, huenda leo hii tungekuwa tunazungumzia kesi tofauti kabisa. Naftali Kinuthia na Ivy Wangeci walifahamiana tangu wakiwa watoto wadogo wakisoma pamoja katika shule ya msingi ya Joyland huko Gatanga, kaunti ya Muranga, mnamo mwaka 1998. Huo ulikuwa mwanzo wa urafiki ambao baadaye Naftali aliuona kama msingo wa mahusiano wa kimapenzi, jambo ambalo linabaki kuwa na utata mkubwa mnamo mwaka wa Ivy alihamia shule nyingine huko Thika kabla ya kuchaguliwa kujiunga na shule ya upili ya wasichana ya Alliance. Naftali kwa upande mwingine, aliendelea na masomo katika shule ya upili ya Nyandarua. Baada ya KCSE, Ivy alipata alama za juu na kujiunga na chuo kikuu cha Moi kusoma upasuaji wa Neva. Naftali naye akaendelea na shahada ya teknolojia ya habari na mawasiliano katika chuo cha JKUAT. Ingawa walitengana kimasomo, urafiki wao uliendelea. Hata hivyo, Naftali alidai kwamba urafiki huo uliota mizizi ya mapenzi. Alidai kumpenda Ivy kwa dhati, kumtumia pesa, kumnunulia zawadi na hata kuamini kuwa siku moja wangekuwa pamoja kama mume na mke. Lakini simulizi hii ilipata upinzani mkali kutoka kwa familia ya Ivy na marafiki zake wa karibu. Mamake Ivy Winfred Wytera alikanusha kabisa kuwepo kwa uhusiano wa kimapenzi kati ya binti yake na Naftali. Marafiki wa Ivy kutoka Chuo Kikuu cha Moi walithibitisha kuwa Ivy hakuwa kumchukulia Naftali kama mpenzi bali alimwona kama rafiki wa utotoni ambaye hakuwa na mipaka kimadili. Walieleza jinsi Naftali alivyoendelea kumfuata Ivy akimtumia fedha na zawadi licha ya maombi ya Ivy kumsii aache aliwahi kufika chuoni kwa kina Ivy bila taarifa akidai kumwona kwa lazima. Wakati mmoja alikasirishwa na Ivy kwa kumkataa na alianza kudai rudishiwe kiasi cha shilingi laki mbili alizodai kuwa alitumia kumhudumia Ivy. Alipoyapuuza madai hayo na hata kumzuia kwenye simu Naftali alianza kutuma vitisho kwa marafiki zake akisema atacha alama kubwa isiyofutika katika maisha ya Iv. Vitisho hivi vilianza mwezi mmoja kabla mauaji. Mnamo Aprili tarehe 3, 2019, Naftali alisafiri hadi Eldoret kwa lengo la kukutana na Iv. Alimtafuta bila mafanikio na alipomwona alijaribu kumshawishi aingie kwenye gari lake, lakini Ivy alikataa. Siku tano baadaye alirejea akiwa na nia ya mauaji. Naftali Kinuthia aliondoka tika mapema asubuhi akisafiri kupitia Nairobi hadi Eldoret akiwa na silaha shoka licha ya umbali wa zaidi ya kilomita 300, nia yake haikuyumba, haikubadilika kamwe. Alimvizia Ivy nje ya hospitali na punde alipojitokeza, alimpiga kwa shoka kichwani. Alipodondoka chini hakusita, aliendelea kumcharanga hadi akahakikisha amefariki dunia. Watu waliotaka kumsaidia Ivy walitishiwa maisha. Baada ya tukio hilo la kikatili, alijaribu kutoroka lakini umo ukamkamata, walimshambulia vikali na karibu wamuue, hadi polisi walipowasili na kumwokoa kwa nguvu. Alikimbizwa hospitalini akiwa na majeraha mabaya. Naftali alipohojiwa alijitetea kwa kusema kwamba Ivy alimwomba pesa za kusherehekea siku yake ya kuzaliwa shilingi elfu ishirini na nane na alimtumia nusu ya kiasi hicho ambacho ni shilingi elfu kumi na nne Baada ya hapo Ivy alimzuia kwenye simu. Alidai kuwa alikuja Eldoret kwa nia ya kumpatia pesa zilizobaki na kumsalimia lakini alipokutana naye Ivy alimwambia hana haja tena naye kwa kuwa ana mpenzi mpya. Hasira zikamlemea, akadai kumwona Ivy akimkumbatia mwanaume mwingine, ndipo akachukua shoka na kumuua. Hata hivyo, ushahidi wa mashahidi na ripoti za mahakama zilibadilishwa kauli zake zote. Kinuthia alifikishwa mahakamani tarehe 15 Aprili mwaka 2019, ambapo aliomba muda wa ziada wa mahojiano na uchunguzi wa akili. Wakati huo Ivy tayari alikuwa amezikwa tarehe 18 Aprili mwaka 2019 kwa huzuni kuu. Tarehe 30 Aprili, Naftali alishtua wengi alipojibu mashtaka kwa kusema hana hatia. Wakili wake aliwasilisha maombi ya dhamana mara tatu, lakini yote yalikataliwa kutokana na uzito wa kosa na hofu ya kuingilia mashahidi. Kesi ilipaswa kwanza kusikilizwa tarehe 26 Machi 2020, lakini ikacheleweshwa mara kadhaa kutokana na mbinu za kupoteza muda zilizotumiwa na upande wa utetezi. Wakili wake alifika mahakamani mara chache akitoa visingizio vya kampeni za siasa. Mwaka wa 2021 alijiondoa kwenye kesi na mahakama ikalazimika kumteua wakili mwingine. Kwa shinikizo la familia ya Ivy na maagizo ya jaji mkuu Martha Koome, kesi ikapewa kipaumbele. Hata hivyo, Naftali alijaribu tena kuchelewesha haki kwa kudai jaji ana upendeleo, lakini ombi lake likakataliwa mashahidi walitoa ushahidi mzito ikiwa ni pamoja na DNA ya damu ya Ivy kwenye shoka, ushahidi wa mtandao ulioonyesha mawasiliano yasio ya kimapenzi na ushuhuda wa rafiki yake Ivy aliyemweleza Naftali kama mfuatiliaji sugu, yaani kingang'anizi wa mapenzi. Mnamo Disemba tarehe 6, 2022 mahakama ilimweleza kuwa ana kesi ya kujibu. Tarehe nne Machi 2023 alikiri kosa hilo akidai alichochewa na wivu, lakini jaji alibaini kuwa kosa hilo lilikuwa la kupanga na kutekeleza na si jibu la ghafla. Mnamo Disemba tarehe 14 2023 Naftali Kinuthia alihukumiwa kifungo cha miaka 40 gerezani. Mahakama ilisema bayana kuwa chaguo la kutumia shoka lilithibitisha nia ya mauaji, si hisia za mpito. Kisa hiki si tu simulizi ya mauaji ya kikatili, ni onyo kali kwa jamii nzima kuhusu hatari ya mapenzi ya kulazimisha, ukosefu wa udhibiti wa hisia, na kulea tamaa ya umiliki wa mtu mwingine. Naftali Kinuthia aliangamiza maisha Ivy na kujiharibia maisha yake mwenyewe kwa kitendo cha dakika chache kilichochochewa na wivu, kiburi na hisia za kutoaminika. Ivy alitaka kuokoa maisha lakini maisha yake yalikatwa kabla hajakamilisha ndoto yake. Leo hii tunasalia na majonzi, maswali na matumaini kwamba haki aliyopata italeta utulivu wa mioyo kwa wale waliompenda. Mimi ni Agadias Ikoha na hii ni Anart, sehemu ambayo tunafukua ukweli uliozikwa na ukimia. Asante kwa kuwa nasi, tukutane tena katika toleo lijalo ambapo tutachambua kisa kingine kilichotikisa nje. Endelea kujiweka salama na kumbuka, kabla kuchukua yasira, ya kuchukua hatua ya hasira fikirie mara mbili. Maamuzi ya muda mfupi huweza kuharibu maisha ya kudumu.